Karibu tena kwenye shirika la DreamStart Labs. ndani ya hii video ndaonesha namna gani unaweza pata namba za mwakilishi wa DreamStart Labs, ili mpate kumpigia simu na apate kuwasaidia kama inahitajika. Mtafanya je kama mlipoteza namba za mwalimu na unahitaji msaada kushida ya Dream Safe? Basi hapo tenda kun Usai. Unafinya kwenye tuanze, kisha umeshuka, unafinya kwenye mawasiliano kwa usaidizi. Kisha hapo umechagua kundi yenu, hapo andachagua kundi ya Chikapa Central, kama vile kundi ya mfano, kisha unashuka na hapa chini unaona namba ambazo unaweza piga ili upate usaidizi. Asante.